Taarifa kubwa kutokea kule Ivory Coast ni kwamba leo wananchi wa Cote d'Ivoire, yaani Ivory Coast, wanapiga kura katika uchaguzi wao wa rais karibu wana wa Ivory Coast milioni tisa wanastahili kupiga kura kati ya saa mbili asubuhi na saa kumi uh, na mbili jioni kwa saa za kwao, lakini uchaguzi huu unatawaliwa una, una na mgombea mmoja anayetarajiwa kushinda kwa urahisi, rais wa sasa ambaye ni incumbent Alassane Outara, mwenye umri wa miaka themanini na tatu anawania muhula wa nne na anatarajiwa sana kushinda tangu duru ya kwanza ya upigaji kura lakini wagombea wa wengine wanne wanajaribu kumpinga Outara ni Jane Louis Bilton mwenye umri wa miaka sitini huyu ni waziri wa zamani wa biashara mfanyabiashara na mbunge anayegombea chini ya chama cha Democratic Congress lakini Simione, eh Eventi Bago mwenye umri wa miaka sabini na sita mama wa zamani wa taifa anayewakilisha chama cha Movement of Capable Generations. Lakini mwingine ni Awa Don Melo mwenye umri wa miaka sitini na saba, mhandisi mwenye shahada ya uzamivu na mwanasiasa anayegombea kama mgombea huru. Lakini Henriette Lagou mwenye umri wa miaka sitini na tisa anawakilisha muungano wa Political Partners for Peace na anasisitiza upatanisho wa kitaifa na mazungumzo ya kisiasa. Uchaguzi huu unafuatiliwa kwa ukaribu zaidi ambapo takriban waangalizi elfu moja kutoka mashirika ya kiraia ya nchini humo pamoja na wajumbe mia mbili hamsini na moja kutoka ECOWAS na Umoja wa Afrika yani African Union wametumwa kufuatilia mchakato mzima wa upigaji kura. Matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa mapema mwanzoni mwa wiki ijao. Suali ambalo linabaki ni je, Outara atafaulu kuingia muura wa nne kama inavyotarajiwa au wapinzani wake wataweza kulazimisha duru ya pili ya uchaguzi? Dunia inasubiri kuona jinsi demokrasia itakavyotendeka ndani ya Ivory Coast.